Elon Musk, ushawishi wa teknolojia siasa, na changamoto zinazokabili makampuni yake. Elon Musk ni mjasiriamali na mvumbuzi maarufu duniani, ameendelea kubadilisha sekta ya teknolojia kupitia makampuni yake kama Tesla, SpaceX na Starlink. Ingawa mafanikio ya kiteknolojia yameleta mapinduzi, ushawishi wake wa wa kisiasa pamoja na mabadiliko ya soko yameleta ya changamoto zinazoathiri mauzo na thamani ya hisa za kampuni zake, kwa sasa kwenye ushawishi wa teknolojia. Kupitia Tesla Elon Musk ameleta mapinduzi katika tasnia ya magari kwa kuzalisha magari ya umeme yenye ufanisi na mwonekano wa kuvutia. Hata hivyo, mabadiliko ya soko yameleta changamoto mbalimbali mbali. Kwanza, mauzo na hisa ingawa Tesla imekuwa ikivutia watumiaji duniani kote, kampuni imekumbana na vipindi vya kupungua kwa mauzo katika masoko muhimu kama Ulaya, ambapo ushindani mkali kutoka kwa wapinzani kama kampuni ya kichina ya BYD umeleta kuanguka kwa kati ya asilimia 30 hadi 45% ya thamani ya hisa za kampuni hiyo kwa kipindi cha Desemba 2024 hadi sasa. Ubunifu. Changamoto pia zimetokea katika eneo la ubunifu. Kampuni ya BYD imekuwa na ubunifu mkubwa sana katika magari yao. Elon Musk na uhusiano wake na siasa. Elon Musk anajihusisha na siasa, akiongoza idara ya ufanisi wa serikali ya Doge, jambo ambalo linawapa wasiwasi wa wawekezaji wa makampuni yake kama anapata muda wa kutosha kusimamia makampuni yaliyo chini yake. Ukosoaji wake kwa viongozi wa kisiasa pia unaleta maoni tofauti kwa wateja wa bidhaa zake na hata kwa wawekezaji wa kampuni yake. Changamoto zinazokabili makampuni yake: kujihusisha hivi na kwenye siasa pamoja na mabadiliko ya soko umetoa vizingiti vinavyoweza kuathiri ukubwa wa makampuni ya Elon Musk kwa muda mrefu. Tuanzie kwa kampuni ya Tesla. Kampuni imekumbana na kupoteza thamani ya hisa kutokana na mfumuko wa ushindani na mabadiliko ya kiuchumi, pamoja na swala la siasa. Tayari kuna harakati za kuhamasisha watu wasusie magari ya Tesla kutokana na, na misimamo ya kisiasa ya Elon Musk na kazi yake kupitia idara ya ufanisi wa serikali Dodge. Thamani ya hisa za Tesla zimeshuka kwa takriban asilimia hamsini ukilinganisha na thamani yake kabla ya uongozi wa Trump kuingia madarakani imepoteza zaidi ya dola trilioni moja katika thamani yake katika soko la hisa. Kampuni ya Starlink, jitihada za kuingia kwenye soko la Tanzania zimekutana na changamoto za utaratibu na kisheria. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCR ya TCRA ilitoa kipindi cha siku kumi na nne kwa maoni ya umma kabla ya kufanya uamuzi wa leseni. Pia kampuni hiyo inapitia changamoto mbalimbali mbali za kisheria ili kuweza kufanya kazi katika mataifa mengine kama vile Afrika Kusini, China na mataifa mengine katika bara la Afrika na Asia. Kampuni ya SpaceX, ingawa inaendelea kuleta vumbuzi katika sekta ya anga, changamoto za kiufundi na taratibu za kisheria na vizingiti ambavyo vinaweza kuathiri uwezekano wa kufanikisha malengo ya ndege yao ya Starship kutua sayari ya Mars kabla ya mwisho wa mwaka 2026 kwa kiasi kikubwa. Kampuni hii imeendelea kukua kithamani bila kuathirika na ushiriki wake kisiasa lakini pia ni kwa kuwa kampuni hii ni kampuni binafsi, haiendeshwi na upepo wa soko la hisa. Elon Musk anaendelea kuwa nyota inayong'aa katika sekta ya teknolojia, lakini ushiriki wake katika siasa pamoja na changamoto za hali ya uchumi na biashara katika soko la dunia zinaleta mitihani mikali kwa makampuni yake. Mauzo yaliyopungua na kupungua kwa thamani ya hisa hasa kwa kampuni ya Tesla inaonyesha hatari kwa kiongozi wa kampuni kubwa kujihusisha na masuala ya uongozi wa kisiasa. Muda utaongea, ila kwa sasa kampuni ya Tesla ina safari ndefu ya kuweza kurudisha thamani ya hisa zake.